Mwenyezi Mungu kunijalia hali ya uzima na afya na leo, siku ya tarehe 29 asubuhi, nimekuja kuchukua fomu ya kupeperusha ubunge ndani ya jimbo langu la Chumbuni katika ofisi zangu za chama za wilaya aa, ya wilaya Amani Kichama. Kwa hivyo nimekuja aa, niendeleze pale palipoishia. Matarajio makubwa ni kuhakikisha naipeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi, iwapo watanichagua chama changu kikinipendekeza kuwa mimi ndiye niwe candidate kwa kukitetea katika jimbo langu la Chumbuni, basi nimeuhiwa nije nihakikishe na mimi nakuwa mmoja miongoni mwa wale ambao watakaopeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kupitia jimbo langu la Chumbuni. Kiukweli nimeridhishwa kabisa na naona mara hii ni fantastic. Jambo ambalo limeniridhisha la kwanza, jinsi utulivu, kwa sababu wametutaka tusije na, na yale mashangwe. Kwa hivyo kila mtu anakuja yeye kama yeye moja, lakini la pili, hata kulipa hatulipi cash, tunakuja kulipa katika control number, ambayo tuna uhakika kile ambacho tumekichangia chama, mchango ule unafika moja kwa moja na utaenda kufanya yale ambayo chama chetu cha Mapinduzi chana kitarajia kuyafanya kupitia sisi ambao tumetia nia leo ya kuwa wagombea katika Chama cha Mapinduzi kwenye nafasi zote ambazo zimetangazwa.